Kwa hiyo pochi linaenda kutema barabara hizi za Kizimkazi zinaenda kumalizwa na tunaenda kuwa na barabara za ndani ambazo ni zalami kwa Kizimkazi nzima. Lakini vile vile barabara hizi tunaenda kujenga katika te, eneo letu la Kibuteni. Tumemaliza Kizimkazi, Makunduchi kule zimetengenezwa na zinaendelea lakini hadi Kibuteni tutafika kumalizia barabara hizi na Muyuni yake. CCM oye! Lakini pia kumezungumzwa sala la maji, kuna mradi mkubwa wa tangi unajengwa hapa Kizimkazi. Sisi tunawaahidi tangi lile la maji likimaliza, tunaenda kusambaza maji haya kwa wananchi, na wananchi hawaendi kutoa hata shilingi ya mpira wa kusambaza maji maji yote katika kijiji hichi na vijiji vyengine tutahudumikia sisi wabunge na wakilishi kuhakikisha maji ambayo ya tangi lile linajengwa yanafika kwa wananchi hadi ndani. Lakini jengine, suala la afya pia nalo limezungumzwa vizuri sana. Tuna kituo chetu kizuri pale Kijuni, lakini pia hospitali yetu ya Cottage inaendelea kutoa huduma na tuna hospitali nzuri ya wilaya pale Kitogani. Kwa hiyo haya yote tunaenda kuunga mkono. Muyuni pale kuna nyumba ya daktari ambayo haijamalizwa, tunaenda kuimaliza. Tukimaliza tu uchaguzi, nyumba ile tunaenda kuimaliza, na huduma pale zitaendelea, madaktari watakuwepo kama kawaida. Lakini jengine kwa upande wa elimu, ndo hakuna maneno kabisa, mambo makubwa yamefanya ukizungumzia kuhusu shule za, za kusini na Kizimkazi kwa ujumla mambo yote ni safi, magorofa tunayaona hayo. Lakini pia tumeweza kunyanyua elimu kwa vijana wetu, na hivi sasa vijana wetu waliokuwepo pale Hasnu Makame wanafanya vizuri kabisa. Kwa hiyo hilo limeisha. Kuna changamoto ambazo zipo kwa jamii ni ndogo ndogo. Tulitembea hapa asubuhi, asubuhi Mwalimu Harun alipiga ruti pale Kibuteni, lakini na mimi nilipiga ruti ya nyumba kwa nyumba Dimbani na wapo ambao walitembea hapa Mkunguni. Kwa hapa Mkunguni, changamoto tumekuta ni chache, ukiachia haya ambayo tumesema tunaenda kuyamalizia.